Serikali imesema itawakamata na kuwapa adhabu kali wale wote wenye tabia ya kuiba nyaya na vifaa vya kusambazia umeme, vitendo ambavyo vinatia hasara kubwa serikali. Akizungumza na wakazi wa kijiji cha Namkutila wilayani Ruangwa, waiwa amesema pamoja na serikali kuendelea na jitihada zake za kusambaza umeme vijijini, jitihada hizo hizo zinakuwa zikikwamishwa kwa baadhi ya watu kuiba vifaa vya kusambazia umeme zikiwemo nyaya. Ameonya kuwa wale wote watakaokamatwa watachukuliwa hatua kali za kisheria. Na hilo waziri mkuu Majaliwa amemwagiza mkuu wa mkoa wa Lindi kuendelea kukemea, kusimamia na kuchukua hatua dhidi ya watu wenye tabia ya kufyeka misitu ovyo, hali inayosababisha kukauka kwa vyanzo vya maji na mito, hivyo kuwa katika hatari ya kusababisha jangwa mkoani humo.